Vijana kumi na tatu ambao ni Teleza wavamia kijiji na kuanza kubaka wanawake huko mkoani Dodoma, ushirikina pia watajwa. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa asimulia mkasa mzima. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha lilizuka wimbi la vijana ambao wanaingia kufungua milango na kubaka wanawake, wanafungua milango kuwaingilia hao wanawake bila ridhaa zao wenyewe. Kwa kile kitendo kimezua taharuki kwa ndani ya kama wiki tatu ya wiki mbili za kuelekea za kutoka, za kumalizia mwezi wa tisa na wiki moja hii ya mwezi wa kumi imekuwa ni gumzo sana, nyumba zinafunguliwa watu wanaingiliwa. Kwa hiyo imeleta shida sana, ikaleta taharuki, ikafikia hatua wananchi wakawa wanashindwa kukaa kwenye majumba yao, hususan ni kina dada. Kwa ile hali ilipelekea wananchi kuanza kulalamika, kulalamika na kuniletea taarifa kama kiongozi wao wa serikali ya mtaa. Kuna baadhi ya maeneo nilikuwa nikipata taarifa, nafika kama kiongozi kuweza kwenda kushuhudia kwamba je, hichi kinachosemekana kipo ni kweli nilikutana na wahanga baadhi, walinielezea situation namna inavyokuwa. Kwa baada ya kuwa amenielezea, hatua ya kwanza niliyoichukua kama mwenyekiti wa mtaa, niliita kikao cha kamati ya mtaa, tukaelezana kikao chetu cha ndani kwamba hali ya ulinzi na usalama kwa sasa sio shwari, kwa sababu hawa watu waliozuka wanaingia kwenye majumba ya watu na kuwabaka watu, alimaarufu kama Teleza, wameshakuwa ni gumzo sana. Kwa tuliweka mikakati kama kamati ya mtaa na kama kamati ya ulinzi na usalama ya mtaa. Baada ya kuweka mikakati, tukaanza kutafuta, tukaweka vyanzo, tukaweka mitego, ni namna gani tunaweza tukawapata hawa watu wanaojihusisha na haya masuala. Kwa hiyo, wakati tunaendelea na kuweka mitego na kukusanya taarifa kutoka pande mbalimbali za mtaa lakini niliomba kwa wananchi kwamba yoyote yule ambaye amefanyiwa kile kitendo basi afike anione mimi mwenyewe mwenyekiti, moja mwenye kwa moja, ili tuweze kuzungumza na kuweza kuona ni namna gani tunaweza tukawapata hawa watu wanaojihusisha na hivi vitendo. Kiukweli mwitikio wa wananchi ulikuwa uko chini, kwa sababu tendo la ubakaji ni tendo la udhalilishaji. Kwa mtu alikuwa anaona kwamba akija kutoa taarifa ya kwamba ameingiliwa atakuwa anajidhalilisha lakini nilienda mbali kwa kuasii kwamba mwenyekiti wenu ni kijana lakini nipo hapa kwa kutunza siri zenu, sitaweza kumtaja mtu hata mmoja atakaye niletea taarifa. Niletee taarifa kwa siri. Kiukweli baadhi ya wananchi waliitikia, wakaanza kusogea kuja kunieleza, bana mwenyekiti, mwenzetu amefanywa hivi lakini anaogopa kuja kusema. Nikamwambia sawa, mwambieni aje. Sasa mmoja ambaye Aliyesababisha mpaka haya yote kupatikana. Alifanyiwa hichi kitendo mara tatu, na huyu mtu anaitwa Teleza. Baada ya kufanyiwa hichi kitendo mara tatu, yule Teleza akiingia ndani, ana tochi na kisu. Atakapokuwa ameingia kwako kwa ukishtuka, anakuambia ukipiga kelele na kuua. Hivyo ndivyo ambavyo wananchi wale waliotendewa yale matendo ndivyo walivyokuwa akinieleza. Basi nikamwambia, sasa kama ni hivyo Haujawahi kumuona hata sura. Kani baba na sisi hatujawahi kumuona kwa sababu anakumulika na tochi ambayo ina mwanga mkali sana usoni. Kwao akisha shughulika, baadaye unaona umbo tu la mtu akiwa anatoka na akitoka, anakimbia kimbia. Kwao kile kitendo kiliwaumiza sana watu. Kuna nyumba zingine ambazo alifungua akafanikiwa kufanya hilo tendo, lakini kuna nyumba zingine ambazo alifungua hakufanikiwa kulifanya hilo tendo alikuwa akimkurupusha, anakimbia, na alikuwa ni mtu mwenye mbio sana, kitendo ambacho wananchi walifanya jitihada za kumkimbiza usiku wa kuweza kumpata kwa. Baada ya yule kuwa ameeleza vile kwa rafiki zake, rafiki zake walichukua jukumu la kufika ofisi ya mtaa nikiwa mimi na mtendaji wa serikali ya mtaa Nzubuni B, wakatueleza ya kwamba huyu mtu mwenzetu anamfahamu kwa sababu ameshamfanyia hicho kitendo mara tatu, na wakati anaenda pale mwenzetu alienda mbali akamwambia kwamba usinifanyie chochote, hili tendo ni hiari, nipo tayari kukupa, lakini naomba usinizuru. Walizungumza kwa lugha ya kirafiki, ila yule dada alikuwa ni mjanja. Wakati anazungumza vile, lengo ni kuweza kumsogeza karibu aweze kumtambua sura yake na ikiwezekana apate mawasiliano yake. Kwa dada alikubali, ile siku ya kwanza alifanyiwa kile kitendo lakini wakakaa wakazungumza kwa muda mrefu, ya kwamba tuwe marafiki, ukihitaji njoo. Dada akaomba namba ya simu, wakapeana namba ya simu, wakaanza kuchati na yule bwana Teleza. Wamechati kwa muda kama wa siku mbili. Siku ya tatu Teleza akarudi, anarudi kwake. Yule dada anashtukia kwamba Teleza yuko ndani. Kwa alivyofika pale, akamuuliza kwamba wewe Umetoa taarifa zangu? Akaambia, hapana mimi sijatoa taarifa. Mbona toka mchana nilikuwa nakutafuta ukutaka kunijibu meseji zangu? Yule dada akasema hapana, nilikuwa busy alafu simu haikuwa Kakambia, yani, zangu, na salio. Akaambia, "Yaani ukitoa taarifa zangu, nakwambia nitakuua, alafu mimi siko peke yangu. Tuko na wenzangu. Tumetoka Kigoma. Kwa hiyo ukisubutu kutoa taarifa zangu, nakuapia nitakuua. Wakati huo ameshika kisu na tochi yake." Kwa hiyo yule dada kwa kunusuru maisha yake, akaona hali imeshakuwa ni tete. Alitaka kumgeuza kuwa kama mpenzi, lakini hali imekuwa ni nini, ni tete, kwa sababu mtu anaingia, mlango umefungwa, lakini yule dada anashtukia yule mtu yuko ndani, ko alichukua jukumu la kukimbia nyumba yake, akarudi kwao. Yule dada anasema ni mzaliwa Kilimanjaro, akarudi kwao Kilimanjaro. Baada ya kurudi kwao yule teleza akawa anaendelea kupita kwenye ile nyumba akitaka kufungua vyumba vyote vilivyoko kwenye ile nyumba. Kusabu kwa sababu kwa sehemu kubwa kulikuwa na wapangaji kwenye ile nyumba, kwa hiyo tarehe mbili mwananchi wa kutoka kwenye ile nyumba alikuja hapa akiwa na mwenzake aki. niambia mwenyekiti, huyu mtu bana anatusumbua. No, ilikuwa ni tarehe moja, huyu mtu bana anatusumbua hata jana amekuja akitaka kufungua kwangu. Nikamwambia hivi huyu mtu hamjawahi kumwona hata kwa sura? Akasema hatujawahi kumwona, lakini kuna mwenzetu yeye ameshafanyiwa hicho kitendo mara tatu mpaka amekimbia nyumba. Nikamwambia sasa, kama amekimbia nyumba, tunafanyaje? Akasema ila wakati anafanyiwa hicho kitendo alipata mpaka namba yake. Nikamwambia pata namba yake, mnaweza mkamwomba huyo akatusaidia hiyo namba. Akasema kweli mwenyekiti ana uwezo wa kutusaidia nikamwambia basi, kabla mjatoka hapa, naomba mnisaidie tupate namba yake ya huyo dada ambaye amefanyiwa hayo matendo lakini pia namba ya huyo ambaye amemfanyia hayo matendo. Kweli tarehe moja ile ile, yule dada jirani yake na yule dada ambaye amefanyiwa yale matendo, naye ambaye mlango wake ushafanywa majaribio ya kufunguliwa zaidi ya mara tatu, akafanya jitihada yule dada, akatuma ile namba. Alivyoituma namba nikachukua namba ya yule dada nikachukua namba ya huyu Teleza. Nikawasihi wawe wapole, wasitangaze kwamba wamesha ripoti serikali ya mtaa, ila waendelee kutoa ushirikiano kwa taarifa zozote wanazozipata za kuhusiana na huyu mtu, aidha za kuhusiana na hichi kikundi kinachofanya haya matukio. Ko, baada ya pale tuliendelea tarehe tatu, usiku wa kuamkia tarehe tatu, yaani tarehe mbili kuamkia tarehe tatu yule dada aliyekuja hapa ofisini akanipa namba ya yule dada ambaye amefanyiwa yale matendo. Saa tisa na dakika arobaini na sita alinipigia simu. Alivyopiga ile simu nilipokea, akakata, kwa kuwa nilikuwa sijui namba yake. Huyu dada aliyekuja hapa ofisini akapiga tena, nikipokea na kata. Kumbe yule bwana alikuwa yuko mlangoni akitaka kufungua nini mlango wa yule dada sasa, akanitumia meseji, mwenyekiti, yule mtu amerudi tena, yuko hapa, anataka kufungua mlango kwangu. Nikamwambia hapo majirani wapo? Akaniambia ndio wapo, lakini wengine hawapo. Nikamwambia basi, naomba wataarifu majirani zako, ikiwezekana wafungue madirisha taratibu, waweze kuona sura ya huyo mtu tuweze kumtambua kwa sura tu, wakati huo mimi nawasiliana na polisi kata tuweze kuona ni namna gani tunafika eneo hilo. Kiukweli niliwasiliana na polisi kata, naye alikuwa mtaani na mimi nilikuwa mtaani usiku huo, akaniambia bwana, mimi natoka maeneo ya shule ya msingi polisi kata, na mimi nikamwambia niko maeneo ya chuo, kwa sababu nimepata taarifa kwamba huyu bwana yuko sehemu, hebu twende tufike pale tuone. Wakati bado tunawasiliana, kweli watu walifanya jitihada za kufungua madirisha. Sasa mmoja alifungua mlango, yule bwana alivyosikia mlango unafunguliwa, alikimbia. Baada ya kuwa amekimbia, wakaona wakaiona sura yake na nywele wakati anakimbia. Ko akawa amekimbia, akapotea. Baada ya kuwa amepotea, sasa usiku wa kuamkia tuseme ni tarehe nne kuamkia tarehe tano. Wakati huo ile tarehe tatu tarehe mbili kuamkia tarehe tatu, alikuwa ameshaenda sehemu nyingine amefanya tukio kwa dada mmoja amembaka. Alimkuta yule dada na mtoto akambaka. Yule dada alimtambua fizikali na akamwambia ukisema nitakuua. Kwa alimbaka akafanya nini, akaondoka. Sasa tena usiku wa tarehe nne kuamkia tarehe tano akarudi nyumba ile ile, kule alikombaka yule dada kwenda kutaka kubaka tena ilikuwa ni mida ya saa tisa. Alienda akafanya jaribio hilo, kule wakamkurupusha. Akakimbia, lakini akapita nyumba kama tatu, akawa anataka kufungua lakini hakufanikiwa kufungua. Akawa amekimbia. Sasa kule walikokuwa na mimi na polisi kata tulikuwa bado tuko, tuko mtaani kwa sababu tulishakubaliana kufanya doria mida ile ambayo yule huyo bwana anafanya matukio, kwamba tukipata taarifa popote tuweze kufika immediately maeneo yale. Kwa hiyo walivyokuwa wamemkurupua kule, yule bwana anakimbilia vidole. Kwa hiyo watu walichokifanya, mwenyekiti wa shina namba saba ambaye ni balozi pamoja na wananchi wa eneo lile la namba saba shina namba saba waliamua kuungana na kuanza kufuatilia zile nyayo usiku ule. Walifuatilia nyayo mpaka kwenda kufikia nyumba moja ambayo ilikuwa iko shina namba nne kaskazini kutoka shina namba saba kusini mpaka shina namba nne kaskazini. Wakati huo huyu bwana ameshafanya majaribio hapa katikati kwao. Alifuatilia mpaka mida ya saa kumi kuelekea saa kumi na moja kasoro, wakafika kwenye ile nyumba, nyayo zikaenda zikapotelea pale. Sasa baada ya kuwa wamefika pale, wakawa wamejaribu kuwaamsha na mabalozi wengine wa we eneo lile, ambapo ni mwenyekiti wa shina pamoja na mjumbe wake mmoja wa shina namba nne. Walivyoamshwa kwambia, bana, sisi tumekuja tuna changamoto shina namba saba, tumefika mpaka hapa, tumeona hizi nyayo zimekomea hapa. Sasa tulikuwa tunaomba hii nyumba tuweze kufahamu ni wakina nani walioko humu ndani. Sasa yule mwenyekiti wa shina alichokifanya akasema, hapana, hatuwezi kufanya nini, kugonga kabla mwenyekiti hajafanya nini, hajafika, kwa sababu alishatupa maelekezo kwamba kabla hatujafanya chochote tuweze kuwasiliana naye na yeye na ye awepo ashuhudie. Kiukweli walichukua hatua ya kunitaarifu usiku ule ule, na mimi nilimtaarifu polisi kata kwamba mimi naelekea sehemu fulani, nitaomba uje in case kama kutakuwa kuna shida. Kweli tulifika pale kwenye ile nyumba, baada ya kugonga tulikutana na vijana kumi na tatu. Wote wakiwa wanaishi kwenye nyumba moja, wametandika magodoro pale, wamelala. Baada ya kufika pale Tukawasalimia, baada kwa tumefungua mlango tukawasalimia, ndipo nikachukua jukumu la kuanza kuwahoji kabla polisi kata hajafika. Nikauliza, ndugu zangu, nyinyi ni wakina nani, mko hapa, mmetokea wapi? Wakanieleza, kila mmoja akawa anajitambulisha, nikawa nikawapa room, kila mmoja ajitambulisha. Kwa alivyoanza kujitambulisha, nikapata wazo kwamba niombe wakati mnajitambulisha, wakati huo niwe na karatasi ambayo inatembea ya kila mmoja aandike jina lake na namba yake ya simu. Kiukweli walikuwa ni watiifu wakati lile agizo langu, nikiwa na mabalozi wote pale na baadhi ya wananchi jirani, nao wakawa wameshafika pale baada ya kuona kwamba mwenyekiti amefika, wakawa wako pale. Kweli wale mabwana waliandika namba zao za simu na majina yao, majina kama mnavyoyaona haya hapa walianzia kuandika hawa hapa, ndo tuliowakuta ndani e, waliandika hawa mpaka kumi na tatu, mpaka namba kumi na tatu sasa wa kuandika kwa namba. Basi walivyokuwa wameandika haya majina, nikawauliza mko hapa mnafanya nini? Wakanieleza kwamba sisi tuko hapa tumekuja, tunafanya masuala ya network marketing, yani biashara za kimtandao kampuni gani wakaniambia ni, giani, wakani ni Qnet. sasa nikawambia hii Qnet yaani makao makuu yake yako wapi wakaniambia kwaraumpa Malaysia ndipo makao makuu yake ilipo nikawambia je CEO wa hapa nchini ni nani ambaye ana rani hii kampuni kiswahili kikaanza kutofautiana pale kwamba hapa hakuna kiongozi wa moja kwa moja ila hata wewe unaweza ukawa kiongozi ukatengeneza group la watu ukaanza kuwa manage watu, wakajiunga nikauliza, mnapataje fedha kwenye hii hii community? Wakaniambia kwamba yani unapata commission endapo utakuwa umeingiza watu, unanunua bidhaa, unamuuzia rafiki yako unayempenda, unayetaka kufanikiwa nao. Kumbe sasa, hizo bidhaa mnazinunuaje nunuaje, na mnanunua kwa shilingi ngapi? Wakaniambia bana tunaanza yani mta, mtaji wa kuanzia bidhaa ya kwanza unaweza ukanunua kwa milioni tatu. Nikamwambia milioni tatu. Kwa nyinyi wote mmenunua bidhaa za milioni tatu. Asilimia kubwa wakasema ndio. Nikamwambia hiyo mitaji imetoa wapi? Ah, hii mitaji tunawezeshwa na familia zetu, kwa sababu familia zetu zinajua sisi tunahangaika kwa ajili ya nini, ili tuweze kujikwamua kiuchumi kwa familia zetu, zinatusupport. Nikamwambia aha, okay, sawa. Baada ya kuwa nimemaliza na nao na wameandika majina wale kumi na tatu. Nilitoka pembeni na hii karatasi, nikachukua simu yangu, kwa kuwa ile namba nilikuwa nimeshapewa, nikawa napitia namba moja baada ya nyingine. Baada ya hapo, nikaona hii namba imemechi, basi nikawataarifu mabalozi. Sasa nikamwambia yule mtu ambaye inasadikika anabaka, taarifa zake ninazo na namba yake nilipewa kutoka tarehe moja, lakini nimeoanisha namba mojawapo kati ya hizi imemechi. Kwa ko huyu mtu yuko huko ndani. Sasa unavyojua, sisi ni viongozi, sio kila kiongozi anaweza akawa na kifua. Miongoni mwetu kuna kiongozi mmoja akatoka.